Naitwa Maria Mselemu, ni mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano wa TPDC. Aa, ya TPDC nimeshika, uh, tuzo hii kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, ambayo tuzo hii tumeipokea leo katika siku ya kilele cha mazingira, ambapo TPDC ni miongoni mwa watu ambao tumepokea tuzo hii. Tuzo hii tumepewa kwa sababu ya uh, mchango wetu mkubwa katika utunzaji wa mazingira na hasa kwa matumizi ya gesi asilia kwa maana ya CNG katika, uh, katika matumizi ya usafiri kwa maana ya magari, bajaji na kila kitu lakini pia matumizi ya nyumbani kwa ajili ya kupikia na viwandani. Kwa hiyo kwa mwaka mzima tumeweza kuokoa eh, carbon kiasi cha laki tani moja kwa mwaka. Kwa hiyo ndio heshima ya hii tuzo uh, kwetu sisi TPDC. Matumizi ya gesi asilia ni endelevu hasa mkizingatia kwamba hii ndio bidhaa yetu tulionayo. Kwa hiyo wito ni kuwapa watanzania kuhakikisha kwamba wanabadilisha wana matumizi ya kutoka kwenye nishati chafu na kuja kwenye nishati safi kama ambavyo tu eh, ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kama nchi, taasisi yoyote ambayo ina zaidi ya watu 100 au inahudumia watu mia moja basi tumie gesi asili amini itumie nishati safi. Kwa hiyo sisi kama wadai wa nishati safi tunawakaribisha kujiunga TPDC, tunayo gesi gesi ya kutosha kwenye taasisi ambazo uh, miundombinu inafika, ni rahisi kuunganishiwa, lakini pia wale wanaotumia magari, unaweza ukatumia pia gesi asilia kama nishati mbadala kwa majumbani. Halikadhalika, pale ambapo miundombinu yetu inapita, basi ni rahisi ukaunganishiwa na wewe ukawa sehemu ya familia ya watu wanaotunza mazingira.